Wakati dunia ikiadhimisha Siku ya Misitu Duniani, taasisi ya Anglo Junior imeungana na wadau wengine katika maadhimisho hayo kwa kupanda miti katika shule hiyo, huku ikiahidi kuiunga mkono serikali kwa kuandaa wanaharakati wa mazingira ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, ambayo kwa sasa yanatishia dunia. Mkurugenzi wa shule hiyo, Anatropia Theonest amesema hayo jijini Dodoma katika kilele cha maadhimisho ya Siku ya Misitu Duniani, ambapo ameeleza kuwa shule hiyo inakusudia kuwa kinara katika kutunza mazingira. Masisha kupanda miti kwa sababu ni ni ya Yesu, lakini, lakini pia ni, ni, ni kampeni ya serikali. Tumeamua kuiunga mkono, mkono kwa dhati kama taasisi. Serikali imekuwa na kampeni na kauli mbiu mbalimbali za mazingira. Sisi ni nani tusiunge mkono? Kwa hiyo tangu wiki iliyopita tulipanda miti na leo tutahitimisha zoezi la miti ikiwa ni kilele cha mazingira. Tutazindua klabu yetu ya mazingira, tunatengeneza machampioni wa mazingira. Tumekuwa tukiwaona vijana huko duniani wakipambana kuhakikisha wanahamasisha dunia kurudi kwenye necha, kupunguza hewa ya ukaa, lakini sio zaidi kuangalia biashara, kazi ambazo ni zinalinda au zinajali uoto wa mazingira. Katibu tawala msaidizi wa uchumi na mazingira, Aziza Momba, akazungumzia mikakati inayofanyika ili kukijanisha jiji la Dodoma na kuhakikisha mazingira yanatunzwa kwa ufanisi. Tuna kampeni kadhaa ambazo tunaendelea kutekeleza katika kuendelea kufanya, kufanya jitihada za kukijanisha Dodoma yetu. Mmoja ya kampeni inaitwa Mti wangu, uchumi wangu ambao vijana hao pia wamesema na wewe wame, mwenyewe wame, wame umesema wame kwamba vijana wame- wamekula wame matunda kutoka kwenye miti ambayo imepandwa hapa shuleni. Tunasema mti wangu uchumi wangu, kwa sababu mti ukipanda mti wa matunda, kwanza unaleta lishe kwa ajili ya vijana, lakini pili, matunda unaweza ukauza ukapata uh, mapato. Na, na kwa, kwa misingi hiyo miti inatusaidia kupunguza umaskini, umaskini wa kipato. Waswahili husema samaki mkunje angali mbichi, na hawa ndio wana mazingira wajao. What I eat, Ni bora kwa watu wote, tunaomba watu msherekee hii siku na msio mnakata miti kwa kutumia vitu mbalimbali mbali. Msitu ni vitu, una vitu mbalimbali vya mbali kufanya. Kwa hiyo wananchi tusikate, wananchi tusikate miti kutumia vitu mbalimbali mbali. Maadhimisho ya Siku ya Misitu Duniani hufanyika kila ifikapo Machi 21, lengo ikiwa ni kuhamasisha wananchi kutunza mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Benedict Msungu, Daily News Digital, Dodoma.